Yeah, yeah. <laughs> Uh, nisha nyonya matiti ya mamaangu peke yake nyonya? <laughs> Nini sasa, unajua bati muimbaji, ama unaweza muadvise aje na hiyo kuvaa hiyo don yake? <laughs>